Ndugu yangu msalamu, uko vizuri? Niko poa kabisa ndani ya Dodoma. Eh, Dodoma hii eh, okay. Uh, ukija Dodoma huku unajua Dodoma hii ukiiangalia alafu unaangalia na viongozi, mfano ukikaa ukimwangalia mheshimiwa Anthony Mavunde alafu unamwangalia kwenye ma Instagram anavyokwenda kwenye jamii kutoatoa misada lakini kuweka kina mama wa mama ntilie, kuwaimarisha. Lakini anaangalia anamuona bibi gani mwenye shida, yani vile vilio vyote anavipokea. Kwa hiyo ukija hapa unajiona nimefika vizuri. Lakini ukiacha hiyo pia, eh mimi nikijaga hapa kama kawaida, hapa ukiniambia muda wa kula, labda wewe tu uniambie bwana Mzaramo, sijakula, basi tunaenda Prime Restaurant pale, nyumba ya makulaji hatari pale. Ukienda pale We, kila ukija Dodoma utakwenda pale. Ah, sawa. Mnafanya usajili mambo Kletus chota chama. Ah. Kwanza usajili umeupokea? Ah, tumeupokea kwa mstuko a, lakini pamoja na mstuko alivyoondoka yule bwana kiukweli ilituumiza. Sema kabisa kabisa. Ilituumiza alivyoondoka, alivyo yeah. ilituumiza na tulimuona anatamaa, tulisema tulisema na tulimchafua tumeumia kusema, umeumia ume Tume ume okay, uwezi ah, kusema. angekuwa ameenda kwingine yeah, sawa yeah, okay. Lakini kaenda kule kwa Ngogwe, yeah, lazima utamponda kusema. Lakini chama ni mchezaji mzuri alipokuwa Ngogwe, yeah. Sema wale walimsajili tu kumtumia vibaya, na yeye sasa kakaa kwenye alipokuwa Singida kakaa, kaona da, hawa waliniingiza chakike kwenye mimi taswira yangu ya mpira hmm. Hawa waliniingiza uchaki wali, kwa sababu walikaa mpaka wakamwambia afanye interview kusema, ah, mimi bwana, nimekuja Ngogwe kwa ajili ya kupata ubingwa wa Afrika. <laughs> umeiona hiyo kauli sasa. Kauli ile ile kukaa wakawa anamwingiza bado dakika tano, bado dakika nne, Clatous Chama mwamba wa Lusaka. <laughs> na kwenye mechi za kawaida walikuwa wanamwingiza dakika hiyo hiyo, ana assist au anafunga nie mashahidi, mlikuwa mnaona anafinywa yule muda wa kuingia hivi, yeye mwenyewe akasononeka nafsi yake nini, naona ivyotokea tena baada ya ule mkataba ule wa mwanzo, kumwangalia kuisha, wale wakasema, huyu tushamtumia, wamemtupa. Umeona, sasa ataangukia wapi? Na sisi tumebaki na kinyongo chetu kule, umeona? Kwa hiyo ina maana ametoka kule, amekuja. Mimi nakwambia kama light angebaki Chama ile fainali na bekane Ah, tulikuwa tunamtafuta mtu wa kupiga pasi za naniu kwenye mashimo sia, tushaona ile papa kwenye shimo yeah. Unamkuta mtu kabakia na mwali peke yake ta yeah. Sasa usifanye mchezo pale Eliya Mpanzu, kwa sababu ujue Mpanzu akija ile nipe nikupe, kaka na mali kaja mtu kachukua kachukua, anaweza lakini mwamba wa Lusaka, Clatous Chama, hivyo vitu yeah. Chenga za mauzi hiyo sio shida zake Lokomote. Anafanya vizuri ukitaka kujua kwamba alitusaidia sana naamini alijikwaa kajifuta vumbi kaja. Sasa mashabiki tunamtaka acheze mpira, achane na maneno yale yaliyopita na ya anahisi kashajifunza kule kwa Ngogwe apafai kuwa mtu no, bwana akacheze upate mafanikio. Ngogwe we niambie, sasa hivi yule mzinze saizi siangekuwa Ulaya kabisa. Safari moja si anaondoka. Ah! Wewe unamwona aliyoyafanya yote kule, hakuna maendeleo, lakini sisi tunawaambia hawa wachezaji hawaelewi, hawaelewi kabisa. Ukimwangalia Nixon Kibambage. Kibambage, si tumemchukua juzi. Dio. Yule pale alivyokuwa yule nani Shadrack Kiboka. Bodaboda yeye yeah. Akaaga akaona hawanitaki, lakini akili yake akawa anamwomba Mungu, niende Simba mimi, nitaenda kuonyesha nina uwezo pale. Hatari unajua, kwanza oil hiyo sunflower, umeona, umeona hiyo yeah. Mimi siku moja nilimwambia swaiba wangu janguo, nguo yeah. Namwonaga tu anasema, bwana hii kaambia sikiliza, yeah. we huwezi kuuza nione oh, yeah. kwa sababu mafuta mengi hayo yapo, yapo yapo, lakini je, unafanyaje? Kuna mengine ukipika yanatoa harufu. Siku moja akanipa ma... kidumu cha lita tano kwanza kwanza kwanza kwanza tano kwanza kanipa cha lita tano nikampelekea mke wangu mama Neyabi ya Buchwaka ya yeah. umeona yeah. nimempelekea akatumia, akawa aniambii kitu kuna siku nilikuwa niko kwenye mudi mbaya, akaniuliza umeyatoa wapi haya? Kaambia nimenunua basi, sikumwambia nimepewa basi. Yakaenda yale, yanakaribia kuisha, ukienda kununua kawaida. Mimi tukiendaga huko wapi nani kama Tabora, tukiwa tunarudi tukiwa tunapita pale Manyoni Nambere. wapi nachukua lakini swaiba wangu mudi nguli akipitaga pale nampijiaga simu nichukulie, basi yule akasema haya yakiisha chukua kama haya. Namuuliza kwa nini? Ha, mesha kwambia we chukua, nikaambia haya, kanipa rafiki yangu, niambie kanipa bule tu nitumie, kaniambia haya, hatari hatari, kasema wanayotumia hayo ha, hayo balaa. Ina maana yeye anakwambia anaweza kukangia samaki ha, akayaweka kakangia, kwanza ile kubadilika kuwa machafu kwa mapema hakuna. Ha, hakuna, lakini hayana yale harufu inayotoka inayotoka ile Unajuaga hayatoki kwa hiyo ina inamaana, kaniambia wewe kila yakiisha. Kwa hiyo sasa hivi kila kikiisha ya nguo, hata kwa mkopo, nampigia simu, bwana niletee, alafu mafuta nam yapo nyumbani, hawa wanayo hadi madogo unayoyaona, kuna lita moja, umeona, kuna lita mbili, kuna lita tano, kuna lita kumi, umeona. Kwa hiyo yapo kila naniu, na bei zina tofautiana, kwa hiyo ina inamaana hii wamemaanisha, hata maskini, hata kwa sababu wewe uwezi kuchukua lita kumi. Lita moja haikufai ukafurahi, na familia yako ule kitu unakisikia testa, so unakula kitu unasikia na harufu ya mamosi, unapiga mpunga, kaka, unavunyata, unaona mifuta nyeku nyeku, kwa sababu ushawahi kuvunyata tonge, we unavunyata tonge unakamua hivi mafuta yanachuja eh, hey ina maana mafuta hayatoshi, kila unayajaza tu mengi, lakini kwa haya eh, aisee, watu wanafurahi yeah, yeah. Nishawaambia watu zaidi ya sita saba masoiba wangu, nimwambia nyie mpijeni hmm. Janguo tu hata kuonyesheni soko lake kwanza, oil tumalize eh, hmm. Uh, nimeona kwenye mitandao ya kijamii watu wanaanza sasa kumaki kama ni kurudisha, watu wanaanza oh Joshua Onyango apokee, apoke simu mara naye awashe simu yake wengine mara si John Boko naye ikibidi. kuna watu ambayo mpira umekufa, mm. Alafu kuna watu mpira haujakufa bado mm. wanacheza kwa sababu ukisema unyango yuko wapi? wow. Kenya kwao, mm. ina maana kasharudisha kwa kipa John <laughs> eh, Boko sio kocha, ni kocha sasa hivi karudisha kwa kipa eh, ok. ina maana yule alikuwa anacheza tena kwenye kafu Kachukua ubingwa wa, wa, wa, eh, wa Sekafa Kagame Cup. Kachukua Kagame, alafu bado alikuwa anaendelea, kwa hiyo ni mchezaji mzuri, hakuna mtu labda kwa majungu tu atakayempinga. Chama Chama, sisi alichotukosea ile kauli tu, tulimwona ana busara lakini tumemsamehe. yep, kama yeah. Tulivyo si ile ya kusema mimi da, naenda ubingu. ngogwe nikachukua ubingwa wa Afrika hey. kana kwamba Simba tunacheza tu kama nani ugombani ya goli, hatutaki ubingwa. ile iliwauma sana ile ile kauli tumemwona ana shukurani, lakini nagundua kwa sababu kule tunajua viongozi wao wamempanga aseme vile. Ah, wame wame. Sasa hawajui la kesho kutwa no. Kwa hiyo sie tumemsamehe kama tulivyomsamehe kibu awanasimba, kama tulivyomsamehe kibu, tulimsamehe nani Chasambi, Chasambi. Eh, wana Simba, ndio tulivyo, tunajua football, ili jambo liko hivi ame, amepitiwa tumemsamehe tulivyokuwa tunamsamehe Chefondo, tulikuwa tunamsamehe Chefondo ana kila siku anapiga boko nywa, tunamfungwa tulimsamehe. Kwa hiyo ina maana sisi tunachosema, aje afanye kazi, aje sasa kufanya kazi na waonyeshe wale, wale, Omchuku, wale alipokwenda kwao, alafu wakamtupa kama takataka -taka. sasa anafanya baba yake kafurahi, wewe, baba yake anapenda Simba, haijawahi kutokea yule wakati anaenda Ngogwe, baba yake bado kidogo amkosea lazi baba yake eh. sisi situlienda Zambia, Levi Mwanawaso, tumemkuta baba yake, tumefurahi naye, baba yake kafurahi hadi ya, haijawahi kutokea. Sasa pale yeye mwenyewe anaona, hizi ni hisia za baba yangu eh. Wacha nikafanye jambo. Kipa mpya kipa kipa eh, utafanya nini wakati pale unamuona yuko nani peke yake, Abeli peke yake akiumia Umeona? Mm, lazima tuangalie, tuende kule wale wengine wote eh? amwezi mkuchezesha Feruzi, kwani yupo Feruzi? Yuko timu nyingine ha, yuko. Yuko yule dogo mwingine wa Simba B yeah. Yeah. Ah, yeah. Sasa kwenye mashindano ya wakubwa unajua kazi ya wakubwa apewi. Sisi tunasemaga msungu msungile mdodo mkulumiago usugu. Sasa tulukwende tena tukaweke watoto Haiwezekani mashindano makubwa tumeweza ni timu kubwa sahi na nzuri, alafu ameshajeruiwa ana pointi mbili kwenye mechi zake zote, yeye ka draw, ajapata matokeo ka draw kwake, tunakwenda sisi sasa kumchungulia sasa. Hapo ndo pa panapowapa mashaka wana Simba, baadhi tupinduke, tupate pointi tisa, maana Simba hana hata pointi ya kuomba kwetu, sisi hilo sio shida, ila bado tuongeze dua Tuongeze dua, ndo maana tukaongeza watu, tulikuwa tunakosa asisti. Yule unamuona Morris Abraham sahih. Yule ukimtafunia, ukimpa na mguu wake wenye nguvu ule, balaa zito. Kwa hiyo yu, ina maana yule anaenda kuunganisha timu pale, itakuwa balaa. Tusubirie Ijumaa, wallahi tutafurahi tukiwa huko Dodoma.